Kuna kazi, sisi viongozi ni wanadamu, ni watu na wanadamu, tuna miko, tumewekewa. Ukitufanyia assessment leo, unaweza ukatukuta only 30% tunafata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu form na kukuleteeni, a ile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko ah, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini, sijui ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani in line, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma. Katusaidieni kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Kwa hiyo katusaidieni, viongozi kuwa na na nini. Lakini kuna mradi ambao mmeuanzisha, nami umenifurahisha wa kuanza kuwajenga watoto huku na maadili ya umma, weza kupitia mashuleni au wapi, lakini nimesoma somewhere kwamba tume sasa inataka kuanza kujenga maadili kwa vijana, aidha walioko universities au sekondari, lakini wakuwe na, na yale maadili itatusaidia sana sababu, Waarabu wanasema nakshi. Unajua nakshi ile michoro ile mapambo unayoyachora kwenye jabali yanakaa zaidi, lakini ukiyachora kwenye mchanga, upepo ukipita, una. Sasa watoto ni majabali yetu, yanakuwa yanakuja. Kwa hiyo mkijenga akili zile mkizianza sasa hivi zitakaa vizuri kuliko sisi wakubwa jitu lishapotoka huko nje unaliteua unaliweka linakwenda na imani yake ile ile, nikifika watanijua, baada ya miaka miwili, mimi nataka niwe somebody, nionekane. Badala ya kutumikia nchi anajitumikia mwenyewe. Kwa hiyo nendeni, katukumbusheni maadili yetu yakoje. Basi nihitimishe kwa kuwataka wateule wote mkafanye kazi kuendana na viapo vyenu mlivyo hapa leo, mkawatumikia Watanzania kwa uadilifu na kwa uwezo wenu wote. Taifa hili ni letu, wawajibikaji wa kulijenga taifa hili ni sisi mlio hapa, tuliopo na waliopo, ni sisi na hakuna mwingine. Na kwa sababu ya uzuri na umadhubuti wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo eh, kwamba nchi, watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, ni sote, kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu, hii ndio rasilimali yetu tuliyoachiwa, hatuna nyingine. Nendeni kailindeni. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana sana na niwatakie kazi njema. Asanteni sana.